Njia ya kura kutokana na imani, yani the impeachment motion, ingawa ni chombo halali, ni hatua kali ambayo inapaswa kutekelezwa tu wakati njia zingine zote za utatuzi zimeshindwa. Uh, inaweza kusababisha ukosefu mkubwa wa utulivu, usumbufu wa utoaji wa huduma na mgawanyiko uh, wa kusikitisha ndani ya uongozi na baina ya jamii. Siasa inakuja ndugu zetu ma wajumbe wetu wameanza kidogo. Haki yao ni haki yao ambayo kisheria amepewa, lakini kama sisi wazee tumeonelea, hatuungi huyu mkono huyu mkono, lakini tunaunga amani ya Isiolo mkono tungependa viongozi upande zote mbili wakutane wajaribu kujadiliana hii maneno kwa kina. Hakuna kitu haina suluhu, kila kitu ina suluhu. So iko wakati alternative dispute resolution, hata katiba yetu inasema article 159 2c inatupatia fursa tuwe na na nao na na, dialogue, na mediation ya wazee sheria nakubalia, na sheria inatupatia. So ile kitu muhimu ni kwamba majadiliano yetu na umoja yyote wa kaunti ni muhimu sana, isichukue mkondo wa siasa.